Naitwa Sofia Joakimu Tambo. Fransis ni kijana wako. Nilipata taarifa tu kwamba mtoto wako kichwa akijakaa vizuri, wakaniambia kwamba alikuwa kazini huko kwa Lambo huko. Wakaniambia kwamba ameruka kutoka juu, ameruka geti. Wakati huo wakaniambia kwam kichwa kama akiko vizuri, hebu mfuatilieni. Nikajitahidi kumfuatilia kumfuatilia, baadaye nikasikia yuko kwa wajomba huko alipoenda kwa mjomba wake akawa yuko na watoto huko, kanunulia pipi kama kawaida. Nikaendelea kumfuatilia, jioni nikasikia tena yuko korongoni huko kwa Lohai kwenye lori la Lambo hizo lori lao la mzigo hilo, katulia, sijangaika tena. Asubuhi nikampigia simu ikawa haipatikani. Mchana saa nane hivi nikama nikasikia yuko shambani anang'oa majani. Basi nikampigia simu, akaniambia nakuja, hebu nipikie. Basi nikawa nimempikie chakula hapo kidogo, akaja, yuko na majani kweli, ameniletea majani ya ng'ombe ya kutosha. Alipofika kamekaa hapo, kaniambia mama, kichwa kinaniuma. Nikaambia shida nini? Ni kichwa tu nakasema eh, hey, kichwa kinaniuma sana. Basi nikawa naona analipuka, yani ni joto linatoka, jasho nyingi za kutosha. Basi kamchukulia maji ya kuoga, akaoga, nimaliza kuoga na mama mpaka nako yote, na koo yote inauma. Si nikaambia pumzika hapo ndani. Alipo pumzika, nikawa nimechukua maziwa mabichi ya kutosha nikavuruga na sukari nikawa nimempa, nilivompa alivokunywa ile maziwa, akaniambia ngoje nilale kidogo. Akawa amelala hapo ndani, nikarudisha kumbukumbu, mbona kichwa hichi ni tarehe zile, zile zile zimefika hicho kipindi icho anavo nani, nikakuta tareheni zile zile, nika vibadi mekaa vibadi shi limeyumba ilo tatizo toka mwaka gani, alina muda nilimpeleka hata Mirembe huko, ukamrudisha ametulia, akalala hapo ndani, akasema naomba na chakula, tukampa chakula, akala, akalala vizuri, akasema tena niongezee, tukamwongezea, niongezee na maziwa, tukamwongezea, akala. Nikamwambia unabaki, akaniambia mimi nitalala, si siak amelala. Saa nane usiku nikashtuka kutoka amna mtu basi, nikanyama. Ndio hiyo hiyo siku ajinyonge. Sasa juzi usiku wa kuamkie jana, basi endelea na shughuli zangu kidogo, napigiwa simu, mbona kama kuna tatizo kwako. Nikashtuka eh, mbona kama kuna tatizo kwako? Nikaambia kuna nini Kijana wako yuko amejinyonga porini huko korongo la shule. Nikauliza majirani pale, wakaniambia ni kweli, kijana ameamua kujifupishia maisha. Basi ndio ikawa hivyo, nikajitahidi kweli na mimi nikaenda, ndio nikashuhudia ile tukio kweli, nimemkuta amejinyonga, amevuta mkanda wake wa suruali kaingiza, amegeukia huko, kiangalia uso hivi. Ukiangalia hivi uone. Vizuri kabisa, yani safi yani safi kanda tu hiyo suruali yake, basi ndio hivyo. wa, wa, wakati wote wale cha kusumbuliwa na matatizo hayo alikuwa akijishughulisha na shughuli za mbalimbali eh, kuna hicho kipindi sasa kinakujaka kulipuka, kwa hiyo hapa ni kipindi cha kimkoa kimeshalipuka. thelathini na tatu. Anaitwa Francis Peter Francis hajaoa ila, na watoto wake alizaga mtoto yuko mmoja, niko naye hapa na mwingine yupo kwa. Majina anaitwa Elizabeth Maziku, huyo marehemu ni mke yaani wa mjomba wake. Kwa kweli, marehemu, jinsi tulivyokuwa tukimfahamu, alikuwa ni mtu ambaye asiyependa maneno, ni mtu anayetumika hata katika kitongoji hichi kwa kweli ni mtu ambaye ni mtoto ambaye anayetumika kwa jambo lolote lile. Kwa kweli tumesikitika sana kwa kitendo hichi kilichotokea kwa kijana wetu huyu. Pia haikupita muda, hapo juzi alifika pale nyumbani kwangu, ni kama vile sijui alikuja kutuaga, akakuta watoto pale akawachukua watoto akaenda nao dukani akawanunulia biskuti. Kwa kweli watoto walikuwa na furaha na yeye na yeye pia alikuwa na furaha na watoto. Nikamuuliza, Fransi leo ukoje, mbona una amani? Akasema mmm, nahisi kama vile kichwa kinaniuma. Nikamwambia, dawa zile ulishaacha kuzitumia? Akasema ah, natumiaga tu Nikamwambia utakuwa hutumii, kwa sababu tangia alipoanza kuugua kama mwaka jana alikuwa akitumia zile dawa zake za akili. Uh, mimi kwa jina ni Selemani Abdalla, kituwa kitongoji mstaafu, na kumwelewa marehemu na mwelewa jinsi alivyo na matatizo. Mara ya kwanza alipata kusema kweli, akawa na nani ya upungufu wa akili, alijaribu kupelekwa Dodoma kwenye matibabu na akarudishwa alipokaa kule kama miezi mitano hivi au sita, alafu akarudishwa kabla nyumba yake kwa, anaendelea vizuri tu kwa kwamba ile kitu imepungua. Jana usiku wa kuamkia jana, ina maana kwenye saa kumi na moja na nusu hivi kumeanza kupambazuka, nikapigiwa simu nini, wasema si Fransis amejinyonga. Nikamwambia acheni utani. Amejinyonga kweli? Ndio tukaondoka nani, amemuona watoto wa shule. Watoto wa shule wanaenda shule ya asubuhi, kwa sababu kuna watoto wa shule wa darasa la sita na darasa la nne na la saba wanasoma. Na e, kamba tu ni nini? Kwa sababu ni aidha mara ya kwanza, kwenye miaka ya nyuma huko kuna vijana kama watatu hivi walijinyonga na taarifa ilichukuliwa hivi kama nyinyi mnavyochukua nikapelekwa. Basi baadaye tukaanza kuonya kwenye mikutano kwenye mikutano kwenye mikutano kwa kitu cha cheni, sijui kitu gani. Wazee wakaanza kukaa madhehebu ya dini tukayaita, wakawa na jaribu kuomba hii vitu vipishilie mbali, basi ikawa imepoapoa. Sasa nasha hii ya juzi, ndio ya jana, ndio imeleta tishio tena e. Hey, kitu kitu bada inarudi tena, na tumejaribu kukaa sisi msikitini jana hapo tumepewana mawazo kwamba tujaribu kuita hata angalau maulidi ya kuonya hiki kitu. hiki kitu ni mbaya. wale watoto vijana wanaisha. unaona? vijana kama namni hata hao kesho wanavyo nani si watakuwa wa. fulani alijaribu kujinyonga alijinyonga unakuta mtu anajinyonga na anakwenda na? Maiti Manueli Franki uh, marehemu ni, ni kakaangu mtoto wa baba, hmm. baba mkubwa Ah, kwanza kwa siku hili tumeshtushwa sana, kwa sababu si wenyewe hatujatarajia kama kingeweza kutokea kitu kama hichi. Vijana sasa hivi nahisi wengi wanajichanganya sana na vitu ambavyo ni vibaya, lakini kutokana na hakuna watu wa karibu wanaweza wakawaelimisha kutokana na hivyo vitu ambavyo wanavitumia. Kwa hiyo niseme tu kwamba vijana wengi tuachane na vitu vya makundi, vitu vya kuiga. Kwa namna ambavyo tukio limetokea la kaka ku, kujinyonga, pengine ni tatizo lake la kila, afya ya akili limepelekea, au unahisi kuna kitu gani kingine? kwa hapo kwa hapo kwa hapo, yani kusema kwamba mimi nahisi tu ni kwamba labda kuna vitu leo alikuwa natumia, pengine itakuwa labda ni kwa siri eh, na na maana sema mara nyingi anakuwa, anakuwa peke yake. Unajua vijana pia mimi nisi kuna afya ya akili. E, afya ya akili watu wengi sana wanaumwa afya ya akili lakini hawatambui kama wanaumwa afya ya akili. Kwa hiyo ina maana ni ingekuwa mara kwa mara watu wanaweza kuelimishwa kutokana na afya ya akili, mpaka mtu kuchukua maamuzi kama hayo ingekuwa ngumu sana, kwa sababu ina maana mpaka mtu kuchukua maamuzi hayo ni swala katika hali ya kibinadamu imeshindikana kwa hiyo, ameamua kabisa kwa njia yoyote, hichi kitu kinachonisumbua au mimi nimekwama, au kitu hichi kimeshindikana kime mimi kukitatua. Kwa hiyo ina maana o mtu anaweza kafanyaje, akaamua kufanya maamuzi ambayo ya kipekee yake, lakini kama angekuwa na vijana ana, wanaopewa afya ya akili, ana uwezo wa kuvumilia na akaweza kutatua ile tatizo ambayo inamsumbua.